Ili kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi. Uh, mimi ninawashauri daima, mabalozi waheshimiwa mabalozi eh, kuhakikisha kwamba huko mnakokwenda, mnakwenda na takwimu za msingi kuhusu eh, maendeleo ya kijamii na kiuchumi hapa nyumbani. Kwa hiyo e, kwa mfano e, Watanzania wanatarajia kwamba balozi wao katika nchi fulani anafahamu takwimu za msingi, idadi ya watu, Watanzania wako wangapi, e, na pengine hata mgawanyo ule unakwendaje lakini pia hali ya nchi kiuchumi na kijamii, sambamba na fursa mbalimbali ambazo tunazo hapa, fursa za uwekezaji katika sekta mbalimbali, utalii, madini, bandari na kadhalika na kadhalika. Lakini pia nikirejea kwenye ile ya kufahamu kwenda na takwimu za msingi za uchumi wa nchi yetu, hili ni muhimu liambatane na vipaumbele vya taifa vya taifa letu na mikakati mbalimbali mbali ya utekelezaji na ni ni hivyo hivyo, ili uweze mapema kubainisha fursa mbalimbali zilizoko huko mnako kwenda kutuwakilisha eh, ambazo mnadhani hatimaye zinaweza zikawanufaisha Watanzania eh, lakini maana yake pia ni kwamba ni, ni vizuri mkawa na picha kwamba huko wenzetu ana kitu gani kizuri? nguvu yao ya uchumi eh, iko, iko katika maeneo gani ya kiuchumi, lakini na, na maendeleo ya kijamii kwa ujumla.